Miaka miwili sasa tangu waathirika wa mafuriko makubwa kuwahi kutokea jijini Dar es Salaam kufikishwa katika eneo hili la Mwepande. VOA Mitaani inaangazia hali ya maisha a wa waathirika hao wapatao mia sita na nne na kutaka kujua maendeleo na utekelezaji wa miradi wa makazi kwa ajili a wa waathirika hao wa mafuriko ikiwemo kuwapatia uwezo wa kujenga makazi ya kudumu na umilikishwaji wa wahalali wa maeneo hayo. Changamoto kubwa inayojitokeza kwa waathirika waliopo katika eneo hili la Mwepande lenye jumla ya kaya elfu moja mia nne ni ujenzi wa nyumba za kudumu za waathirika hao ambao mpaka sasa baadhi yao wanaishi kwenye mahema ambayo hata hivyo kutokana na kutumiwa kwa kipindi kirefu yamechakaa na kuparara na kutokuwa kwenye hali ya watu kuendelea kuishi kwa usalama. Tangia walivyotuleta mpaka sasa hivi walitoa ahadi nyingi, alikuja rais akatuambia kwamba atatupa mifuko mia moja lakini mpaka sasa hivi hakuna cha mifuko mia moja. Na kuhusu maswala ya hati pia tumesaini, lakini hakuna mwelekeo wowote yani, hatuwaelewi, hatuelewi kama wametuleta huku watutupe au wametuleta huku watusaidie, kwa sababu mazingira ya huku ni magumu mno kama mnavyoona wenyewe. Mahema yenyewe ndio haya yamechanika, mvua zenyewe hizo zinakuja, yani hatuna pa kukimbilia. Kwa hiyo sisi tu tunaomba tu kama kweli hizo ahadi zipo wazitekeleze hizi, ili na sisi tuweze kukaa kwenye mazingira ambayo kidogo yana unafuu. Tangu tuje Mabwepande mwaka huu wa pili hatuna chochote. Tumeahidiwa mifuko mia na rais mpaka leo hatujapewa. Tumeahidiwa ujenzi mpaka leo hakuna ujenzi, yaani tunaishi mazingira magumu, tunaishi mazingira magumu sana. Vitu vyenyewe anatuzuilia kupewa tupewi Isitoshe, bora hata ungetugeia hati zetu tungejua tumepata hati tuingie wapi tutoke wapi, tutapata msaada. Hati nazo pia hatujapewa kusaini mpaka leo watu hawajaisha kwa kweli, wamekuja huko wametutupa, serikali hakuna huku, kazi, yamna, maisha ya huku magumu na watu, tuna familia, tunashindwa tuingie wapi, tutoke wapi. Leo serikali inaahidi kuwa waje kujenga nyumba kumi za mfano. Je, nyumba kumi za mfano watakazo tujengea ni sawa na zile 648, 648 tulizoahidiwa na rais? Kilio kikubwa cha waathirika hawa ni kwa serikali ya mkoa wa Dar es Salaam iliyowaahidi kuwajengea nyumba kwa kila kaya ikiwa ni pamoja na majumuisho ya ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ya kuwapatia mifuko ya saruji kwa kila kaya ya waathirika. Na naamini tangu kipindi hicho kama tungepewa mpaka sasa tungefanya kitu kwa sehemu. Lakini mpaka sasa kama tumewacha hewani hewani tu hatujielewi sawa sawa. Kwa hiyo tuko katika hali ya kutapata hapa, kusema kweli mpaka sasa na ahadi zimekuwa nyingi tu kupitia viongozi mbalimbali. Tunashukuru bwana rais wetu adivtaangaida katuwezi vizuri mpaka wakati huu, katupa vinavyohitajika vyote katika maisha ya kibinadamu. Yapo binadamu haridhiki hata ukampanini, lakini nashukuru kiasi alichokifanya. Kwanza tunamshukuru, lakini kinachoshangaza mpaka sasa hivi tuna ahadi ambazo hazina msimamo, ni ahadi kama ambazo zinapewa watoto wadogo, ni ahadi ambazo zinapewa kama watu wajinga, sio na akili. Na sisi hatukukosea kochote kwa Mungu, ili janga Mwenyezi Mungu amejitoa kama kawaida majanga mengine anavyotolewa. Wakazi hao wamesema kutokana na changamoto hizo watu wengi katika eneo hili wanaishi katika mazingira magumu, kwa kuwa bado wako kwenye eneo la pori bila ya kuwa na nishati ya umeme, na hivyo kusababisha baadhi ya waathirika kuyakimbia maeneo yao, huku wakionyesha wasiwasi juu ya utendaji wa kamati ya ujenzi walioiunda, kutokana na kutopata mrejesho wa taarifa mbalimbali wanazozipata kutoka kwa viongozi ngazi za juu wanapokwenda kufuatilia ya madai yao. Mashaka ya kamati kwa sababu kamati aliyetoa tamko la kusema kwamba muunde kamati ni, mwenye ni mkuu wa wilaya bada Rugimbana siku alipokuja kutoa wazo kwetu kwamba jamani, mimi na wazo hili nataka angalau tuje tutengeneze nyumba hii. Mifuko yenu mia moja pamoja na bati sasa haziwezi kwamba nija niwe nyinyi wenyewe tu peke yenu, lazima mje na nini, kamati muunde kamati. Tukaunda kamati siku ya Jumatano, Alhamisi wakaenda kwa manispa, kwamba kwa mkuu wa wilaya. Sasa tuliwaamini kamati kwamba watutekelezee, watakayekuwa wanaongea na mkuu wa wilaya ni nini, murejeshe atuletee kwetu sisi. Lakini toka mwezi tarehe 19 mwezi wa 4 mpaka hii leo, ndugu mwandishi wa habari, hakuna lolote, ndio atakaye kuja kutuambia. Kipindi cha nyuma alikuwa nakwenda kuchukua majina ya kwenda kusaini sisi wananchi. Ndio ile kamati kazi iliyokuwa inafanya. Na kwenda kwa mkuu wa wilaya anapewa majina na endeni mkatuitia hao watu waje wasaini hati miliki. Kwa hicho zoezi walikuwa nalifanya. Lakini mrejesho wa nyumba ukawa hakuna. Tukaambiwa tuunde kamati kamati imeundwa lakini kamati ina, inaenda inarudi, hakuna mrejesho ambao umesimama. Mpaka sasa hivi kilichobaki ni ahadi tu ahadi tu. Sasa tunahisi kwamba labda kuna kitu ambacho kimekwama. Tunaomba kama mkoa wa wilaya ameshindwa labda kujenga hizo nyumba, kwa sababu ni neno zuri la kujengewa, lakini kama limeshindikana kwa sababu linahitaji gharama, afanye mpango wa kugawia watu hivi vifaa vyao. Wakazi hao pia wameelezea kusikitishwa na kusuasua kwa zoezi la kuwapatia hati miliki ya maeneo yao licha wengine kukamilisha taratibu za kusaini fomu za umiliki wa viwanja hivyo katika eneo hilo ambalo hivi sasa wamekaa kwa takriban miaka miwili. Mwezi wa tatu tarehe 20 rais alikuja hapa. Alipokuja akagawa hati kwa watu 21 kwa niaba ya watu elfu moja na nne. Lakini wengine ambao tumebaki tukaahidiwa na mkuu wa mkoa kwamba ndani ya wiki mbili toka siku aliyokuja rais kwamba na sisi tungepewa hati zetu, atasimamia zoezi hilo. Lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumza, kuna baadhi ya watu ambao hawajasaini hata hiyo fomu ya kupewa hati. Sasa ni kitu ambacho kinatufanya tuwe na wasiwasi kwamba tatizo ni nini, sababu kama kuna kikwazo. Na isitoshe vile vile waliambiwa kama kuna tatizo la kuhusu kwenda kusaini wizarani, kama mtu anaweza kunani, anaweza wao serikali wanaweza kuja huku wakabeba vifaa wakaja huku sawa, kama vipi, waje walete malori ya serikali au mabasi, ili wa, watu wapewe nani usafiri waende wizarani kwenda kusaini. Lakini kilichofanyika tumeenda kwa nauli zetu wenyewe, na baada ya kwenda kwa nauli zetu wenyewe, lakini haijasaidia bado. Mpaka sasa hivi huo uitwaji wa majina yenyewe kwenda kusaini unasuasua vibaya mno, kwa upande mwenye wa mwenyekiti wa serikali za mitaa, Mboipande, Abdala Omar Mkunja. Bado wamesisitiza kuwa ujenzi wa nyumba za waathirika hao upo kama ulivyokusudiwa na unatarajiwa kuanza siku chache zijazo. E, ni kweli kabisa <coughs> Mheshimiwa Rais alipokuja kuwatembelea aliahidi mifuko 100 kwa kila aliyekumbwa na mafuriko, na kikubwa zaidi, baada ya ahadi hiyo kutolewa, wadau mbalimbali walitoa na Home Shopping Center, na waliahidi kuwapa bati thelathini kwa kila mtu mmoja ambaye amekumbwa na mafuriko lakini baada ya viongozi wale kuondoka be, viongozi wengine wa wilaya, mkoa, ikabidi wakae kufikiri jinsi ile ahadi ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais ni jinsi gani itakavyoonekana pale rais atakapokuja kuwatembelea kwa, kwa mara ya pili e, walileta kama ushauri kwa wananchi wenyewe pale kwamba mnaonaje hii mifuko ya simenti, tukakaa pamoja tukaona ni jinsi gani aghalabu E, tukichanganua muweze kupata japo nyumba aidha ikaisha au ikafikia nusu na wakamalizia watu wengine. Nafikiri wananchi wenyewe walipokea walipokea kwa sababu ya kuhofu kwamba kuna wengine inawezekana wangeuza zile simenti alafu pale mheshimiwa rais angekuja isingeonekana alama yoyote. Ameongeza kuwa amekuwa akizungumza mara kwa mara na wakazi hao na kuwakumbusha kujiandaa kutimiza majukumu kwa upande wao kama walivyokubaliana ya kujitegemea kwa mchanga, maji na kujichimbia msingi kwa kila kaya. Megawanyika pale, kuna wananchi wenyewe watachangia, watachangia kuchimba msingi kwa kila mtu ambao wamepokea gharama hiyo kama wananchi, lakini lingine watachangia maji eh, halafu watachangia mchanga wao. Wananchi wako tayari katika hili kwa sababu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alituweka wa, wazi wanakamati ambao tulikwenda pale, nami nikiwa mmoja wapo kama mwenyekiti wa mtaa, akasema swala la ujenzi wa pale si mradi wa serikali peke yao, hata nyinyi ambao wananchi wenyewe lazima mjione kwamba kile kitu ni chetu na nyinyi muweze kuchangia. Hata hivyo, wakazi hawa Mabwepande wamekiri kwamba wanapata huduma muhimu kama maji safi na salama na huduma za afya na elimu, ambazo wanachangia na wenyeji wanaozunguka eneo hilo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, ni mimi Khalid Famau. Imekuwa right bwana, ni mtu wa kuku, mtu wa kuku, mama yake hana maziwa, lakini akiambiwa analivika na anakuwa basi. Sisi labda tutakuwa kwa upepo, kwa maana kula siku tuambiwa, mtajengiwa, mtajengewa. Ahadi siwezi kuzizangu, ni nyingi sana.